Jeraha limetokea lazima sisi Watanzania tutibu jeraha letu, na hili sio la kwanza. Tulipata jeraha kama hili elfu mbili na moja, ni watanzania sisi. Sisi tukatibu jeraha letu. Jeraha hili halitatibiwa na nje. Nje tutawekewa masharti, tutafutiwa misaada, sijui tutawekewa nini gani, lakini watakao tibu jeraha hili ni sisi wa Tanzania. Ni waombe tukae kwenye majukwaa yetu. Wazee, mna majukwaa yenu, na kwenye majukwaa yenu mna dini mbalimbali, mna makabila mbalimbali mbali, mna vyama mbalimbali mbali, lakini wote wazee wako kwenye majukwaa yenu. Kaeni mzungumze, kaeni mzungumze, vijana wetu wasitumike walivyotumika Unaporudi leo mzee na kulia, kijana wako kaumizwa mguu, kijana wako kwa bahati mbaya alikufa, ulishindwa nini kumzuia asitoke? Ulishindwa nini kumwambia maneno ya hakima asiende? Tukawaachia sisi. Ndio wazee wa nchi hii, tukae tuzungumze na vijana wetu kwenye mabaraza yetu na kwenye majukwaa mbalimbali. Viongozi wa dini kama kweli, kama kweli, vizimba vile tunavyoingia msikitini, Allahu Akbar Allahu Akbar, na madhabahu yale tunayoyatumia, kama kweli tunayatumia kwa moyo na kumsabili Mungu, twendeni tukamsabili Mungu, tuacheni huu uchochezi unaotokea. Tuacheni tusende kumtania Mungu. Huku ni kumtania Mungu kuchukua utashi wako binafsi wa nafsi yako ukauingiza ukauvisha majoho ya dini. Hapana, huku ni kumtania Mungu, ni kumtania Mungu. Tuacheni kumtania Mungu. Ndugu zangu, nimesema kazi yetu sasa ni kuziba jeraha, na hapa nataka nizungumze na watoto wangu pia wanaoangalia mbele, vijana wangu hawa na wengine walio nje, wanaoangalia mbele 2030, safari hiyo isiende kutuvurugia nchi yetu. Nilizungumza na mawaziri wangu nikawaambia, namwangalia mmoja mmoja, una interest ya huko, kaa nje, kafanye huko, usifanye ukiwa ndani ya serikali yangu. Nimekuweka hapo ukatumikie wananchi. Interest yako ya huko mbele twende utaikuta huko mbele. Mungu ndio anajua nani kiongozi wetu baadaye, ni Mungu peke yake ndio anajua. Kwa unaweza ukajipanga, unaweza ukawa na mikakati, unaweza uka usiwe kwani wangapi waliomba na wakapanga na wakawa na mikakati, walikuwa na walikuwa na nguvu zote mpaka za kifedha, walikuwa. Mungu ndiye anajua nani huko mbele ndio kiongozi wetu, kwa ile safari elfu mbili na thelathini isiende kutuharibia nchi. Ndugu zangu, mengine yaliyosemwa na wazee hapa nimeyapokea. Waziri wao yupo ambaye atashughulikia shida zao. Na mimi katika ziara zangu kote Tanzania nikifika ndani ya mkoa la kwanza nikuonana na wazee wa mkoa ule kote, toka niko makamu wa rais mpaka nimekuwa rais. Huo ndio mtindo wangu, nikifika nikuonana na wazee wa mkoa. Tatizo hapa linakuja, Dar es Salaam ni mji. Kwa hiyo ukiwa Dar es Salaam unajisi, ah, niko Dar es Salaam makao makuu. Ukiwa Dodoma ah, niko Dodoma makao makuu. Lakini ukifanya ziara mikoani huko, nikifika la kwanza ni wazee nasikiliza shida zao, nasikiliza maoni yao, yote tunayajua na tunayapeleka wizarani kwao ili yafanyiwe kazi. Na katika tunayoyafanyia kazi ni hiyo, kujua kwamba kila tunapozeeka na miili yetu nayo inahitaji haja maalumu ya matibabu. Kwa hiyo hilo nalo tume, tumelishughulikia. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo niseme tena kwamba kuna madai ya haki lakini ha haki huja baada ya wajibu. Fanya wajibu wako, udai haki. Lakini pia katika kudai haki tumekubaliana njia za kudai haki. Sasa timiza wajibu wako, useme mimi nimetimiza wajibu wangu, lakini haki hii sikuipata kwa hiyo nenda kwenye vyombo vinavyotoa haki, wende ukadai haki yako. Japo wanasema haki haiombwi, hudaiwa. Sio madai haya waliofanya wenzetu, hapana. Tumeweka vyombo vya madai ya haki. Kwa hiyo wale wote wenye madai ya haki, tutimize kwanza wajibu wetu, halafu twende tukadai haki zetu. Nimesema jenga nchi ni mwananchi. Kwa hiyo sisi ndio wananchi wa Tanzania. Uwe unatambua uwepo wa serikali hii, uwe hutambui uwepo wa serikali hii, serikali ipo, inaendesha Tanzania na sisi ndio wananchi wa Tanzania tunaotakiwa kusimama, kushikana, kufanya umoja wetu, kuweka nguvu kwenye amani na utulivu wa nchi yetu Tanzania. Oi, ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu na wadogo zangu, niwashukuru niwashukuru sana kwa nafasi hii mlionipa, niwashukuru kwa jukwaa hili mliloliandaa. Nimewasikia, mmetusikia. Nataka niwaambie wakati wowote wa mna haja ya kuonana na, na mimi basi, mimi niko tayari kama Samia, kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama amiri jeshi mkuu wa nchi hii niko tayari kuonana nanyi wakati wa wowote. Kama nina kazi nitawaambia, kipindi hiki nina kazi, tufanyeni kipindi hiki, lakini niko tayari kwa mazungumzo. Asanteni sana, naomba kwa heshima na taadhima wote.